Kisa cha mkulima jasiri na mbegu ya ajabu. The tale of the courageous farmer and the wonderful seed. Zamani za kale hapa Songea kulikuwa na mkulima mmoja maskini, lakini mwenye bidii sana ya kufanya kazi. Aliyeitwa ama kujulikana kwa jina la Mzee Juma. Mzee Juma alifanya kazi kwa bidii kwenye shamba lake dogo, lakini mazao yake hayakuwa mengi kutokana na udongo duni na ukame wa mara kwa mara. Watu wengi walimwonea huruma wakisema, Juma masikini amefanya kazi kwa muda mrefu, lakini bado maisha ni magumu sana kwake. Siku moja, mzee Juma akiwa amelala chini ya mti mkubwa wa mbuyu, baada ya kazi ngumu, alimwona mzee mmoja asiyemjua akimkaribia. Mzee huyo alikuwa na sura yenye hekima na alishika kibuyu kidogo kilichoonekana kuwa na mbegu moja tu ndani yake. Mzee huyo mgeni alimwambia Juma kwa sauti tulivu, Ewe Juma, nimeona bidii yako ya kufanya kazi, chukua hii, hapa ni mbegu ya ajabu. Ipande kwa imani na moyo mkuu, na itawapa baraka isiyotarajiwa. Mzee Juma alipokea kibuyu kile kwa mikono miwili kwa heshima, alimshukuru mgeni huyo, huku moyoni mwake akiwa na mashaka kuwa, Je ataweza kupanda mbegu moja tu katika shamba lake kubwa hilo? Lakini alikumbuka maneno ya mgeni kuhusu imani na moyo mkuu. Asubuhi na mapema, Mzee Juma alichagua sehemu ndogo sana ya shamba lake ambayo alidhani ni bora kidogo. Alipalilia kwa uangalifu, akachimba shimo dogo na kuipanda ile mbegu ya ajabu kwa imani kubwa. Alimwagilia kila siku, akitarajia kuona kitu kitakachotokea. Siku zikapita, masaa yakasonga, na mbele ya mbegu ile ikaanza kuchipua, lakini haikukua kama mimea mingine. Badala yake ilianza kutoa shina moja tu ambalo lilikuwa imara na lenye nguvu. Shina hilo lilikuwa kwa kasi isiyo ya kawaida, likinyoosha juu kuelekea angani. Wanakijiji walishangaa sana, walikuja kumtazama mzee Juma na mmea wake huo wa ajabu. Wengine walidiriki kusema jamani, huu ni uchawi. Mzee Juma, umeanza lini uchawi? Wengine walimdharau wakisema, Juma amepoteza akili zake, yaani ameweuka ya kwa kupanda mbegu mmoja tu katika shamba lake kubwa hilo. Lakini mzee Juma aliwapuuzia. Aliamini katika maneno ya mgeni yule aliyempatia mbegu hiyo. Aliendelea kuutunza mmea wake kwa kumwagilia na kuendelea kuutolea majani yanayoota pembeni yake kwa bidii na moyo mkuu. Siku moja lile shina lilifika urefu mkubwa sana, hata wingu lilionekana kuligusa. Ghafla alianza kutoa matawi mengi yaliyojaa matunda ya ajabu. Matunda hayo yalikuwa makubwa, yenye rangi za kung'aa na yalitoa harufu nzuri sana. Mzee Juma alipanda juu ya mti kwa ustadi, inaonekana mmea wa ajabu ulikuwa rahisi kuupanda. Alianza kuvuna yale matunda aligundua kuwa kila tunda lilikuwa na ladha tamu isiyo na kifani, na lilikuwa limejaa mbegu nyingine nyingi ndani yake. Kwa furaha, mzee Juma aliwashirikisha wanakijiji wenzake yale matunda ya ajabu na mbegu zake. Kila mtu alipanda mbegu hizo kwenye mashamba yao, na kwa mara ya kwanza, yaani, kwa mara ya kwanza Songea ilishuhudia mavuno mengi na tele. Njaa ilipungua na maisha ya watu yakawa bora kuliko ilivyokuwa mwanzo. Asante kwa kunisikiliza. Ni simulizi fupi ya kufikirika na ya kufunza kwamba wanapokuvuta shati kukurudisha nyuma, jitahidi kuendelea kushikilia msimamo wako na kuendelea kupambana na sehemu ambayo unaamini itakufikisha sehemu fulani. Kurudi nyuma na kuanza kubishana nao na kupambana nao ni kuruhusu muda wako kutumika vibaya juu yao. Asante sana, narudia tena asante sana, na karibu sana chaneli yetu ya Lisha Ubongo.